Katika safari hii ya elimu na malezi, sauti muhimu zaidi ni ya wanafunzi wenyewe. Siku yangu ya kawaida hapa kwa madrasa utaweza tukazigawanya katika sampuli kama tatu. Kuna kategori ya asubuhi, lakini pia kuna kategori ya mchana na pia tunamalizia na usiku. Jambo ambalo kwamba napenda zaidi kuwa mwanafunzi katika markazi kama hii, cha kwanza ni sharafu kwa mwanafunzi kuwa katika mahadi kama hii, kwa sababu ni mahadi iliyopita watu wakubwa, iliyoasisiwa na watu wa Mawali wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala wataalahata ndo al-Allama al-Sheikh Ali al-Ma'awi -al al-Allama Muhammad al-Ma'awi alipokuwa kimuelezea muasisi wa kituo kama hichi ambaye ni al-Allama Habib Saleh rahimahullah ta'ala katika biati zake akasema asasa al-masjid ala taqwa fihi yustashfa min al-adwa. Kwa hiyo ni sharaf kwa mwanafunzi kuja kusoma sehemu kama hii al imepita mawali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, imetoa maulamaa wengi katika takriban East Africa nzima, lakini jambo la pili, kitu ambacho kwamba napenda kwa mwanafunzi katika mahadi kama hii ni unapata elimu isiyokuwa na mashaka, kwa sababu kama tunavyojua elimu lazima iwe na silsila. Ndio mmoja anatuambia abun ni yatalaka an abihi wa hakadha fayala ka min aba kirami wa ajdadi, kwamba mtoto anapokea kwa baba yake, na ukiangalia katika silsila hii inaenda kwa hadi kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inamfikia Jibrili, inarudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo unapata elimu isiyokuwa na mashaka, isiyokuwa na wasiwasi kama alivyoashiria pia alimamu ash-Shafi'i, imamu wetu katika kauli yake, akasema al-ilmu ma kana fihi qala hadathana wa ma siwa dhaka waswasu shayatin, yani elimu lazima ipatikane qala hadathana mpaka mwisho. Lakini sio hivyo tu, kuna silsila pia tunapata elimu kutoka kwa vituku wa mtume Muhammadin w Uh, kama mwanafunzi, changamoto ziko nyingi, lakini kuna zile ambazo kwamba ni kubwa zaidi, ambazo tuweza tukasema kiulimwengu mzima upitia changamoto kama hizi. Kwanza ni changamoto ya aliqtisadi ya uchumi, vitabu vimekuwa ni ghali, wanafunzi paka kujichanga. Mathalan ukanua, si, mujalladu wa siyar, aalami, nubala, itakuchukua muda. Kwa hiyo tuweza kusema changamoto ni ya upatikanaji wa vitabu, vimekuwa ni ghali na namna kama hiyo. Lakini kibinafsi, baadhi ya changamoto zingine ni zile za kiwanafunzi zingine zinavumilika. Kuna wengine, kila mtu amekuja na ile nia yake, kwa hiyo kuna mwingine ajaja na nia ya kusoma, kwa hiyo huko kwa, kwa makini katika kusoma, lakini upate ule utulivu kama mwanafunzi kutaka ule utulivu wa kutaka kutwalii kufanya mudhakara wa masomo yako. Kwa hiyo changamoto kwa mimi ni kama hizo. Takriban mimi nimekuwa mwanafunzi wa hapa, nimelelewa hapa. Kwa sasa nina mwaka kama watano e, na huu ni mwaka wangu watano. Allah subhanahu wa ta'ala, tujalie tumalize kwa salama tuondoke na ilmu ambayo kwamba yenye manufaa. Lakini jambo kubwa nilolisoma ambalo na muhimu zaidi katika markaz kama hii ya Riyadha ni al-adab, ambayo kwamba wengi katika shabab wengi katika vijana tumeikosa kitu kama hichi ambayo ni adab. Wengi katika sisi vijana sasa hivi tunasoma elimu lakini lakini tunakosa adab. Lakini katika mahad Riyadha unapata adabu kabla ya kupata elimu salafu salih walikuwa akiwafundisha wanafunzi wao, walikuwa wakiwafundisha wale wanao adabu kabla ta ilm. Ukimwangalia mwanafunzi mkubwa alimamu Malik, ibn Qasim, anasema katika maneno yake: lazamtu malikan kumi sanin ithnatain lil'ilm wa thamaniatun lil'adab fawaddidtu law kana kulluha adaba. Yana, ameketi na imamu Malik miaka kumi, amesoma katika hii miaka kumi minane yote ilikuwa ni adabu tu, anasomeshwa adabu kisha miwili ikawa ni ya ilmu. Anasema fawaditu law kana kulluha adaba, akatamani lao miaka yote angesoma adabu. Kwa hiyo jambo muhimu nililolisoma hapa, sio kwa nadharia tu, lakini pia kwa vitendo. Tunaona walimu zetu walivyo, anakuwa na adabu, wakiheshimiana wao kwa wao, wakiheshimu watu wakubwa. Japo mtu ana elimu, lakini yuko tayari kuwa chini ya yule ambaye yuko juu kiumri wake, japokuwa amempita kielimu. Somo ambalo nalipenda zaidi, japo masomo yote walilahi, alhamdu nayapenda, lakini katika tafadhuli ya, ya mapenzi huwa inazidiana. Kwa hiyo katika somo ambalo kwamba eh, mimi binafsi nalipenda zaidi ni somo la nahwa, na kuna sababu mbalimbali mbali, lakini moja katika sababu kubwa kwa sababu ile nahu inakusaidia ama inakusailishia we kufahamu masomo mengine. Ndio maana pia ikaitwa katika ikawekwa katika masomo ya wasila, yaani yale masomo yanakupelekea kufahamu e, mada zingine. Ndio hata mmoja katika mashairi yake anasema, nahu yabisutu min alisani l alkani walmaru nukrimuhu idha lam yalhani e, wa idha aradta min alulumi ajallaha, fa alayka minha bi muqimil alsunni. An nahwu awla awwalan ay yu'lama, idhil kalamu dunahu la yufhama. Kwamba ile an nahwu bila, bila ya somo kama hili, fiqhi uwezo ukaifahamu, uwezo ukafahamu tafsiri, uwezo ukafahamu masomo mengine yote yalibakia. Kwa hiyo moja ya sababu iliyonipelekea mimi kuipenda nahwu zaidi kuliko masomo mengine baada ya kutoka hapa, Allah kituwafikia kupata ilmu, kitu cha kwanza kuifanyia ile kazi elimu. Maana ukiwa umesoma kisha ujiifanyia kazi ile ilmu, inakuwa haina maana yoyote mpaka hata Abu Hanifa alimamu mkubwa rahimahullahu taala anatuambia eh, alilmu malilmu illa alamal bi, hakuna elimu ama faida ya elimu isipokuwa kuifanyia kazi. Kwa hiyo katika moja malengo yangu baada ya kusoma katika mahadi kama hii nijilazimishe kuitumia elimu kama hii kumjua Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, na vitu vingine. Lakini sababu ya pili, ama malengo ya pili ya kusoma elimu kama hii, ili tuingie katika ile alkhairi ya ule ubora aliowashiria Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam: